afanyiwa nini jana? Kwa nani bora, kwa hiyo kwanza mi wa, nawaambia nawatumia salamu kwamba huyu kocha wetu kwanza ana veti, ndio maana leo alisimama kwenye benchi la ufundi hmm. So, unajua mwandishi hao timu hawana wakubali hmm. Kocha imekuwa amekuwa kafara wa mbuzi wa kafara hawana timu hmm. Wajenge timu hmm. Timu hawana hmm. Leo, leo unajua mpira uliopigwa leo, mpira uliopigwa leo mm. Zamani kulikuwa na mpira ulikuwa naitwa mpira samba samba, huo mpira samba wa Kibrazili ndo umerudi sasa hivi, kwa hiyo Simba kama Brazil ni wakati hata mjazaliwa ulikuwa naitwa mpira samba ndo eh. eh. huo umepigwa leo. Alafu fikiria eh. Eh. kwamba sisi wakati Fadlu alikuwa na kikosi chake mm huyu tatu amekuja na kikosi chake, lakini angalia kwamba waandishi mkubali eh, kwamba leo Simba ina kikosi kipana. Anayeingia ni chuma, anayetoka ni chuma. Leo wakati kabla mpira hujaanza, tulivyoona kikosi tukamwona yuko nangu, tukaona mabadiliko kadhaa, tukawa na wasiwasi, lakini huyu kocha ametuhitimisha. Yani, ametuheshimisha huyu kocha, kwaona yani tunamwamini kwa asilimia mia, na leo leo si wanasema matatu, yeah. Leo matatu yake aliificha, si mliona heading tu zilikuwa zinaonekana yeah. Sasa ikingeonekana matatu ndio yeah. Ungehesabu yeah. Unge magoli zaidi. Yeah. Leo, leo najua yeah. Leo hajafungulia booster, leo najua yeah. Mwandishi, tulikuwa natamani mpira ucheze dakika 180 zamani hilo yeah. yeah. na tusifunge goli yeah. lakini tuone mpira samba yeah. Pila burudani. Burudani yaani, hii ndio Simba tulikuwa naitaka sisi, mleta na hao, hao nyuma mwiko wasahau, hata makundi hawaingii, hifadhi maneno yangu, hawaingii hata makundi. Mwandishi hawana timu mwandishi, hawana timu, usajili gani? Usajili gani zaidi ya wazee tu, pale kuna usajili gani? Wao wanamtegemea mtu mmoja tu Pacome, naye kuisha kazi kitu hamna kitu, a, yake, hamna kitu a, unajua mwandishi, unajua, unajua e. Wao wanatamba ligi za ndani lakini kimataifa hawawezi. Hapo kuna bahasha hapo kuna marefari unacheza nao hapo kuna kudhamini timu nane kimataifa, vitu hivyo havipo, ndio hmm. Maana wanashindwa na hawataweza. Wewe unasemaje sasa kwenye levu zenu za kimataifa Unauliza jibu? Unauliza jibu, kuna timu gani Tanzania ambayo kimataifa inafanya vizuri? Kama na mimi, na mimi namtumia salamu yeah. Rais wetu yeah. Kama ye Yanga ahamie Simba apate raha ah. Na au mwambie na engineer, sasa unaonana na engineer, ahamie kwenu engineer engineer. Yeah. Engineer kama tu hapo, ngoja nikwambie, ngoja nikwambie, ngoja nikwambie, penye ukweli nitaongea ukweli yeah kama injinia tungeruhusiwa kumsajili kiongozi tungemsajili, eh. Mimi namkubali injinia namkubali, kwenye ukweli nitaongea ukweli hiyo na tungempa nafasi, tunajua eh. Eh, lakini ake. Kweli injinia mimi huwa nimemsifia na anaendelea kumsifia kwamba amepata cheo cha kwenye SCA mm, na FIFA kutokana na kitu ambacho amekionyesha, amekionyesha ni basi timu wa wana hamna kitu kitu pale. Yule ndo ana sana ya kujifunza tena, ajifunze sana huyu mwenyekiti wetu, ndo ajifunze kama kiongozi anatakiwa aina hiyo. mchezaji gani leo amekufurahisha kwenye performance kwenye mchezo wenu leo, mabao matatu kwa sifuri? Unajua mwandishi, leo timu ilivyocheza ilikuwa full commitment, wamejituma, ambayo sisi washabiki na wanachama tunataka kwamba mtu apiganie nembo ya Simba. Ndo hivi leo mpira uliochezwa, na sio leo tunataka huu mwendelezo uwepo, Wendi. Na wote wamenikosha wachezaji wangu wote wamenikosha, kibudeni si vipi, na nakwambia yule ni superb, yule ni superb kibudi, tunamshukuru ametufungia magoli mawili, na kwa ujumla timu nzima nawashukuru na, na benchi la ufundi Wendi. Uh, umezungumzia hapo kudhamini timu nane hapo kuna muda tukiwauliza wao kuhusu kudhamini timu nane, wanaturudisha kwenu, ambia na Simba nao tumeidhamini, kwani mbona tunaifunga sana? Sasa mwandishi nikwambie, hmm, unaponiuliza swala hiyo timu nimekwambia nane. Hmm, katika timu nane wanapata pointi 48 za bure, pointi 48 za bure ni sana. Kupe data hapo sasa. Lakini bado mwisho wa mchezo au kabla ya mechi moja ambayo ilikuwa bado tucheze nao tumalizie, bado tofauti ilikuwa ya pointi moja, kwayo nani bora hapo, sio aliyochukua ubingwa? Ah. Sasa pointi 48 toa hizo walizo pointi walizokuwa nazo hizi ah. za bure sasa eh. Ndio hiyo tunapigania kelele kwamba hatutaki figisu hizi eh. Sisi tunataka bingwa apatikane wa haki, ndio maana sisi kwa figisu hizi tuko radhi ubingwa wao anachukua kila mwaka. Sisi tuko kimataifa, tunatamba kimataifa kabisa kabisa, ndio kabisa. wenyewe sisi mm -hmm.